Wakili Bonifasi Anyisire Mwabukusi ametoa taarifa kwa vyombo vya habari tarehe 29 mwezi wa sita 2025, akisema taarifa yangu binafsi kulaani na kukemea unyanyasaji wa kiimani dhidi ya waumini wa kanisa la ufufuo na uzima. Anasema mimi, Bonifasi ak Bwabukusi, wakili, mwananchi mtetezi wa haki za binadamu na muumini wa Kikristo natoa taarifa hii mbele ya umma kwa msimamo wangu binafsi usiyoyumba kwamba ninalaani kwa, kwa kauli kali na kwa dhati kabisa vitendo vya kuandamizaji, unyanyasaji na ushambulizi la wazi dhidi ya imani ya Kikristo linalofanyiwa linalofanywa dhidi ya waumini na viongozi wa kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Dr Josephati Gwajima. Anasema ni muhimu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufahamu yafuatayo: moja, nikiambiwa nichague kati ya utii kwa Yesu Kristo na utii kwa Tanganyika, nitachagua Yesu Kristo bila kusita. Pili, nikiambiwa nichague kati ya imani yangu katika msalaba na ukimya naouita amani, nitachagua msalaba wa Kristo. Tatu, nikiamrishwa kuheshimu maagizo haramu badala ya Biblia nitasimama upande wa Biblia. Nikiamrishwa kuwacha kuhubiri au kumwabudu Mungu wangu nitachagua kumwabudu yeye, hata kama itanigharimu uhai wangu. Hii si tu swala la kiutawala, ni shambulio dhidi ya imani anasema ni dhahiri kuwa kwa kutumia mamlaka ya kiserikali hatua imechukuliwa si kwa nia ya kulinda amani, bali kuwadhibiti wale wanaosema ukweli kuhusu utekaji, upotezaji wa watu na ukiukwaji wa haki za binadamu nchini. Kwa muktadha huo, askofu Gwajima anaonekana kulengwa kwa sababu ya msimamo wake dhidi ya utekaji na si kwa sababu ya kosa lolote la kisheria. Anasema, narudia kusema wazi kwamba yeyote anayemshambulia anayepinga utekaji na upoteka, upotezaji wa watu ni aidha moja, mtekaji; pili, wakala wa utekaji; au tatu, mnufaika wa utekaji. Wakili Boniface Mwabukusi anaendelea kwa kusema kuhusu uhalali wa hatua ya kufungia kanisa. Ufungaji wa kanisa la ufufuo na uzima umefanyika moja, kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 hususani, ibara ya 19 kifungu cha kwanza inatamka kuwa kila mtu anayo haki ya uhuru wa mawazo dhamira na imani ya dini. Ibara ya kumi na tisa kifungu cha pili inahakikisha uhuru wa mtu binafsi wa kuabudu na kueneza dini yake. Anasema ibara ya kumi na tatu kifungu cha sita a inatoa haki ya kusikilizwa kabla ya kuchukuliwa hatua yoyote ya kisheria au kiutawala. Pili anasema, kinyume na mikataba ya kimataifa inayolinda haki ya kuabudu ikiwemo tamko la mataifa la haki ya binadamu ibara ya 18 na mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa ibara ya 18, ambazo zote zinaruhusu uhuru wa mtu binafsi kuamini, kuabudu na kutangaza imani yake bila hofu ya kubugudhiwa. Anasema wito kwa kanisa na jamii ya Wakristo Tanzania, hili ni jaribio la kulinyamazisha kanisa na kulivua mamlaka yake ya kinabii. Anasema sasa ni wakati wa kanisa kusimama imara, kutafakari kwa akina na kusema kwa sauti moja, kwa sauti kuu. Anasema hatunyamazishwi, hatutababaishwa Hatubabaishwi, hatutaukana msalaba. Asema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu, Matendo 5 29 ambayo nasema, heri wale wanaoteswa kwa ajili ya haki, kwa kuwa ufalme wa mbinguni ni wao, Mathayo 5 10. Kwa msingi huo nasimama hadharani nikiwa tayari kuhesabiwa pamoja na Kristo, nikiwa tayari kulipa gharama ya kuutetea ukweli, uhuru wa imani na haki ya kuabudu. Ni mimi mtumwa wa Kristo, Bonifasi anyisire kajunjumele Mwabukusi. Mtazamaji, tafadhali, nawe unayo nafasi ya kutoa maoni yako katika hili ambalo ameliandika Bonifasi Mwabukusi katika ukurasa wake wa Facebook akiupeleka kwa vyombo vya habari. Tafadhali karibu.